Mwalimu wa shule ya upili huko Florida alipoteza kazi yake baada ya kutumia jina analolipendelea wanafunzi bila idhini ya wazazi wake. Ikiwa ni mara ya kwanza kwa mwalimu kufutwa kazi chini ya sheria ya jimbo iliyotekelezwa mwaka wa shule uliopita. Melissa Calhoun, mwalimu katika shule ya upili ya Satellite katika kaunti ya Brevard, alijulishwa kuwa mkataba wake hautafanywa upya mwaka ujao baada ya kumwita mwanafunzi kwa jina tofauti bila kupata fomu iliyosainiwa na wazazi wa mwanafunzi huyo kwa mujibu wa maafisa wa wilaya hiyo. Shule za umma za Brivard zinaunga mkono haki za wazazi kuwa maamuzi ya msingi katika maisha ya watoto wao, na sheria ya Florida inathibitisha haki yao ya kupewa taarifa, msemaji wa wilaya Janet Mugan aliambia the post katika taarifa. Melissa ndiye mwalimu wa kwanza anayeonekana kufutwa kazi Florida chini ya sheria ya Sunshine State iliyosainiwa na Governor Ron DeSantis kabla ya kuanza kwa mwaka wa shule 2023 hadi 2024, inayowataka walimu kupata ruhusa ya wazazi kabla ya kumwita mwanafunzi kwa jina tofauti na lile la kisheria. Wazazi wa mwanafunzi walijulisha shule kwamba Melissa alikuwa anamwita mtoto wao kwa jina analolipendelea, jambo lililoanzisha uchunguzi. Inasemekana mwalimu huyo alikiri kwamba alijua kuwa hakufuata sheria ya jimbo. Kwa sababu hiyo, wilaya ilichagua kutofanya upya mkataba wa mwaka wa Milisa wakati jimbo linapitia upya leseni yake ya ualimu kwa kukiuka sheria ya jimbo. Mwalimu huyo anafanya kazi chini ya mkataba wa miezi kumi unaoisha Mei mwaka 2025. taarifa ya Morgan iliendelea kusema kwa kuwa serikali ya jimbo itakuwa inapitia cheti chake cha ualimu kutokana na matendo haya, wilaya imeamua kutofanya upya mkataba wake hadi suala wa hilo litakaposhughulikiwa na jimbo. Kufutwa kwake kumezua hasira katika jamii ya eneo hilo, huku wengi wakieleza upinzani wao dhidi ya hatua hiyo kwenye mkutano wa baraza la elimu uliojaa hisia kali Jumanne usiku. Kwa mujibu wa ripoti ya Click Orlando, mwalimu huyo alileta mabadiliko darasani na katika maisha ya wa wanafunzi wetu, akiwemo mtoto wangu. Alistahili zaidi ya kuondolewa kimya kimya. Alistahili haki, muktadha na huruma, alisema mzazi na mfanyakazi wa shule ya Christine Stanek. Kwenye mkutano huo, makundi ya wanafunzi walifanya maandamano kupinga kufutwa kazi kwa Melissa nje ya shule ya upili wa satellite siku ya Alhamis. Maombi katika mtandao wa change.org og yanayodai kurejeshwa kazini kwa Melissa yamekusanya zaidi ya saini elfu kumi na nane katika kipindi cha siku tatu zilizopita. Melissa ni mfano wa kile elimu sahihi inapaswa kuwa jumuishi ya kuelewa na ya kuheshimu utu wa kila mmoja. Kupoteza mwalimu kama huyu ni hasara kubwa kwa jamii ya elimu ya kaunti ya Brevard, maombi hayo yalisema. Mimi ni Bahati Limo na hii ni simulizi na sauti.